Jina langu ni hilo hilo na cheo ni hicho hicho. Niseme mawili tu na sitaki kutaja itifaki, mezani wameshapewa mno maneno hayo, muda unakwenda. Naomba nitambue itifaki ya ujumla wetu, viongozi wenzangu. Mawili niliyo nayo leo, tuna mgeni, na mwaka huu nawaambia ni mwaka wa uchaguzi. Kwa kuwa ni mwaka wa uchaguzi, ninao muda mwingi sana sana sana wa kuongea na ninyi. Wasio mjua Kasendamila jukwaani, ni mwaka huu ndio utajua mimi ni nani, na wapinzani sasa wanapiga, wanapumulia mashine, walitangaza wa, sijui watakinukisha. Bahati njema, nawashukuru tangazo lao hilo. Sasa wanaonuka ni wao, wanafukuzana wao kwa wao, wanahama wao kwa wao, sisi tumetulia. Unajua, unaweza ukakuta watu wanapiga kelele ndani ya chumba, kwa sababu wewe una kazi ya kufanya, ukasogea dirishani kusikiliza, baadaye ukisikia vicheko na vigeregere na yoye laini Unadhani kwamba pale wanapigana, kumbe wenzako ndio wanakula jojo. Kwa hiyo mimi niko kwenye mazoezi, niko kwenye mazoezi na cheki mitambo yangu wakati ukifika. Haya haya yaliyosemwa na Kigera, yaliyosemwa na Kanyasu, yaliyosemwa na viongozi wote, ndiyo wimbo wetu mwaka huu, besi, korasi, vikundi viko ndani ya Chama cha Mapinduzi.